Nashukuru. Kwa majina ambao wakufahamu ni nani? Majina yangu mimi ni Saphinewi Salvan Regasira mdogo, mdogo wa wangapi? Mimi ni mdogo wa Hawa wa mwisho kati ya watoto, watoto saba watoto wa kike tupo watatu ambaye alikuwa ni yeye, Carina na dada yangu mmoja anaitwa Fatma na mimi mi ndo wa mwisho, yani mimi ndo wa mwisho kwa watoto wote wa kike na kiume. Taarifa za msiba wa Hawa zimewashtua wengi, kwa sababu tulikuwa tunaona pia hata kwenye mitandao ya kijamii kwamba hali yake inaendelea vizuri. Hili nyinyi mlilipokea, pengine alipata maumivu yoyote kabla mkapewa taarifa kwamba hali imebadilika? Hapana, kwa sababu hiyo siku tare kumi nanne tulikuwa tunaon tuliongea, siku wakati simu aktika, pia alikuwa anapika sehem, mimi napika na kula chakula ambacho nimekipika mimi mwenyewe basi akawa hivyo, nikamuuliza unapika nini? Akaniambia napika pilau. Nikamwambia mashaallah, umependeza dadangu, yani una rangi nzuri, yani umekuwa mzuri wewe au umekuwa mzuri sana. Kaniambia rangi yangu ni nzuri sana wewe, labda nakufa utajuaje? Nikamwambia bwana, acha maneno yako, nakutania mdogo wangu mwaya lazima nirudi. Nikirudi nataka niadapti watoto wako, yani nataka niwachukue kisheria, sitaki uniingilie kwenye malezi yangu yani, yani tunaongea mambo mengi yani. Tuliongea yani mengi, ni mengi siwezi so, takuongea yote. taarifa ya kifo chake mlikuja kuambiwa hali imebadilika kwa muda gani? hatujaambiwa yani, sisi tumeambiwa tu yani, tumeambiwa tu kwamba hawa wamekufa. Tena mimi nilikuwa yani sijui yani, mimi nimepigiwa na dada yangu yuko Mwanza, akaniambia mdogo wangu, pole na msiba, nasikia hawa wamefariki, na hapa nimechanganyikiwa. Nilikuwa hospitali, niko natembea kama mweo, nikamwambia nikacheka, kwa sababu mimi sijapata taarifa. Nikamwambia bwana, sio kweli, mimi ningekuwa nishakupigia eh, maanake dada yangu alimwuguza sana hawa sana mm. Basi akaniambia hebu uliza kwanza, usiji usijipe matumaini na mimi ukanipa matumaini hapa. Nikampigia nika, nika mtu alio nipigia nikamtukana, akaniambia sawa. Nikaja nika nikaingia nika chumbani, nikamwangalia mama yupo kwenye situation gani, nikauza mama, umeongea na hawa leo? Akaniambia hapana, kuna nini? Nikamwambia a a nikaa, nimesogea tu pembeni, nikamwambia mama mdogo mdogo, naambia tia hawa amekufa. Mama mdogo akasema mm. Sio kweli bwana, tumeongea naye jana mpaka saa tisa za usiku tunaongea naye hapa video call, amekufa wapi? Yani wa Tanzania jamani, yani watu jamani hawapendani. Basi hapo hapo mimi nikasema ngoja nimpigie huyu Elvis, ndio yuko kule, nikampigia akaniambia mm. Uh. Yani hakuniambia chochote, mimi nikamwona tu yuko analia. Kwa nini nilivyomwona Elvis analia na watu pembeni yake wanapiga kelele, yaani hapo tu nikawa nimejiongeza na mimi yani nikaa, nimeishiwa nguvu, nikaanza kulia tu hapo, nikashindwa hata kumwambia mama yani yani, kuona mama mwenyewe alijiongeza hivyo yani. Mm. Kule alikuwa anaishi na kina nani? Kule mimi nilienda mimi na yeye na huyo Elvis, ila baada ya muda kama wiki moja na nusu hivi mamangu akawa ameugua sana, kwa mimi nibidi nirudi, kaniambia nenda kamwuguze mama Akamguzamama yaani, Hawa kwa mama yake ulikuwa ya mwambia chochote yani? Hawa kwa mama yake yani, huwezi kumwambia kitu chochote ya, yani, alikuwa ndio maana mama wangu ameumia sana sana sana sana kwa kweli. Mi nilirudi yani, najuta kwa nini nilirudi. Najuta, natamani mi ningekuwepo, labda ningemwambia dadangu tuende hospitali, labda mimi angenikubalia, kwa sababu waliokuwepo wanasema, si tukua tunamwambia tuende hospitali, nasema hapana, ikifika saa moja ndio mtanipeleka. Sasa hivi saa kumi na moja hii, siwezi kwenda hospitali, tutasumbua watu. Nasema ningeanikaambia, hata mngenipigia mimi, dada yangu alikuwa ananisikiliza sana. Yaani Hawa alikuwa ananisikiza. Nikawa nikiangia, naweza tu nikawa mkali, akanisikia akasema ngoja tu nifanye kitu mdogo wangu ama mkunipiga, hata mngenipigia mimi, labda dada yangu angenisikiliza. Mtu amekufa, hata mmeshindwa kumwangalia, mlikuwa mna mgonjwa ndani. Yaani nikawa sasa nawalaumu, lakini na wenyewe yani ndio hivyo Mungu alikuwa ameshapanga, yani yani ni kitu ambacho yani, ah mengi na imani ambayo yameshea pamoja hasa kwa mtoto wa mwisho. Kuna malezi ambayo umeyapokea kwa dada, kikubwa kipi hasa una utakuwa unamkumbuka Hawa? Dada yangu amenidekeza sana, sijui sijui sijui nitaishi tena, sijui sijui na sijui sijui, wengi waliokuwa wamenizunguka kwa ananiambia ni wewe dada yako siku akifa wewe utaishi na mwenyewe. Hiyo juzi ananiambia, mdogo wangu ni kifo, utalia, utalia sana mdogo wangu. Naomba Mungu nisife. Mdogo wangu, mimi ndo mama yako, baada ya mama ni mimi. Yani mimi ndo mama yenu nyie wote. Sijua sisi. Pole ah, pole. Sasa hao, ameacha watoto wangapi? mwenyewe ameacha mmoja. Ni wa kike, wa kiume? Na ana umri gani? Sasa hivi yupo, yupo shule. Hawezi kuongea. Hawa no, hmm. Alikuwa anapenda kitu gani enzi za uhai wake na wewe unatamani kuendelea kumwenzi dada yako kwa namna ipi? Dangu mimi sote alikuwa apende nini yani, Hawa alikuwa ni mtu wa watu yani. Dangu mimi alikuwa ni mtu mwenye nzuri sana ila, alikuwa akikuchukia, yani hata ufanye nini, yaani ni mtu alikuwa akigive up yani huwezi kufanya chochote. Pengine kuna vitu alikuwa akiviongea mwishoni vikawa vinakushtua wewe mwenyewe kusiana na kifo. Mm, mamaisha una akili gani, alikuwa anapenda kuniita mamaisha. Yaani mimi namuita yeye Mama Zahiri mimi mamaisha tumebadilishana. mm. mm. Yani ndo alikuwa napenda sana watoto wangu yani, hawa alikuwa napenda watoto wa ndugu zake wote yani yule dada ah, yule dada mimi sijui tu kama ni binadamu kama ni binadamu, wanahusika kweli. Insha allah wana malipo yao kuna wanahusema mara sijui alitembea na mume wa mtu, kuna comments ni naziona. Yani hawa, huyu siwezi kumuelezea mambo. Kwanza alikuwa naga mambo ya maboyfriend boyfriend, si nini, alikuwa gahana dada yangu ya mambo kwa. Yani ni husda ya watu tu, yani ni roho mbaya ya mtu asi. <sighs> tutaona maana amaanawezi mtu anafanya operation leo, kesho inachanika, mara kitovu kimekuwa cha kijani, yani mara tumbo sijui, mara nini mara... pole sana. Tunatarajia kumpumzisha lini? Sijajua mpaka kakaangu atakapofika kikaitu mkubwa, ndo anajua kila kitu, akifika like, ndo atajua japo mwili wenyewe hapa tarehe kumi na nane una hmm, mengi ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo umetoka kusema hapa sasa hivi, u, u, watu wanazungumza, kila mtu anazungumza lake, kwa sababu kila mtu ana simu yake nyumbani. Unatoa wito gani kwa watanzania hasa ambao wanaendelea kupotosha na kutoa vitu? Okay. Unatoa wito gani kwa watanzania ambao wameendelea kuandika vitu vya ajabu? Asisina la kuambia, huwezi kumwambia mtu asiandike kitu ambacho ni yani, unajua kitu kikiwa kija kufika wewe unaweza e, ukasema maneno tofauti tofauti, lakini hawa Watanzania, asilimia kubwa ya Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania wao ndio wamemuuguza hawa na ndio maana yani, wanaruhusiwa yani, ni, yani wanakaribishwa kabisa kwenye msiba wa dada yetu yani. Hawa ni dada yangu, lakini alikuwa ni dada wa wengi, alikuwa ni rafiki wa wengi. Kuna fans wake wengi wananitafuta mimi, wanalia we, wengine wanatuma michango, wengine yani, wengine wanatuma kama vyakula kama hivi, hujui tu mtu anakupigia, mimi nimetuma uji, mimi nimetuma hiki yani hwalikuwa yani, ni mtu wa watu kama nilivyosema mwanzo, kwa kwa watanzania yani kitu ambacho mimi naweza nikasema ni yani, kwamba wanakaribishwa na pia wanaruhusiwa kuongea chochote kile e, kwa sababu mimi siwezi kumzuia mtu usiongee kitu e, sawa. Lakini kikubwa zaidi tumwombea. Nashukuru sana yani, basi nashukuru na sana Napoli. na pole nashukuru sana.